Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu Kiwa ni Dominika ya ishirini na tisa ya mwaka C wa kanisa. Somo la kwanza ni la kitabu cha Kutoka sura ya kumi na saba aya ya nane hadi aya ya kumi na tatu. Somo la pili ni la waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo sura ya tatu aya ya kumi na nne hadi sura ya nne aya ya pili, na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Luka sura ya kumi na nane aya ya kwanza hadi aya ya nane. Tusikilize Injili takatifu. Yesu aliwaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akasema, palikuwa na kadhi katika mji fulani hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendeaendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa, alafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi nitampatia haki yake asije akanichosha na kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu, je, hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawaambia atawapatia haki upesi. Lakini atakapokuja mwana wa Adamu Je, yeah, ataiona imani duniani? Injili ya Bwana. Wapendwa, taifa la Mungu ni katika kuwa na subira juu ya ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Adamu afamikae katika jina hilo. Pia wanafunzi wanaambiwa na Bwana kusali bila kukata tamaa ni safari yenye vikwazo vingi ambayo kuna uhitaji wa kuwa na imani thabiti ili kuvishinda, na hilo linakuwa wazi kabisa, kwa sababu katika hayo majukumu ambayo wanaachiwa na Bwana wetu Yesu Kristo ni wazi kwamba na ni dhahiri yapo mambo mengi sana, majaribu, vishawishi ambavyo watakumbana navyo ambapo kwa imani thabiti wanayokuwa nayo ndio itakuwa msaada mkubwa sana katika kuweza kuvishinda vishawishi kuyashinda majaribu kuzishinda changamoto mbalimbali na mbali. Mwisho wa siku neno lake libaki imara katika kuenea na kuweza kuwafikia watu tofauti tofauti, ili waweze kuonja ladha na upendo wa Mwenyezi Mwenyezi Mungu katika maisha yao. Hivyo ndugu zangu imani na sala huenda pamoja. Mwanamke mjane katika mfano unaotolewa na Yesu, huyu mwanamke anakuwa ni kielelezo kwetu kwa kitendo cha kutokata tamaa ya kumwendea kadhi ili ampatie haki yake, na ndio maana hata inaelezwa kwamba katika injili tuliyosikia kwamba na Mungu, je? Hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Basi ndivyo ambavyo Mwenyezi Mungu anatupokea pale tunapomfanya yeye kuwa kimbilio letu na kumwomba kwa imani. Imani hiyo ni vema ikabaki kuwa thabiti katika kutamani na kutafuta ufalme utakaokuja, kwani ni kwa njia ya sala kila mbatizwa anafanya kazi kwa ajili ya ujio wa ufalme. Hayo yote rejea katika Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba elfu mbili mia sita thelathini na mbili ambapo inaelezea juu ya kila mbatizwa anapofanya kazi kwa ajili ya ujio wa ufalme tunaousubiri kwa hamu. Kumbe ndugu zangu, kuwa imara ya kiimani, tunahitaji kuwa na juhudi katika sala. Sala ni neno letu kwa Mungu, lakini maandiko matakatifu ni neno la Mungu kwetu sisi. Roho Mtakatifu anatupatia neno hilo la Mungu si kwa ajili ya kukariri tu vifungu vya Biblia ambavyo watu wengi tumekuwa tukijikuta tunafanya hivyo lakini tunashindwa kulifanya ile neno la Mungu ambalo tumelikariri kupitia vifungu hivyo vya Biblia, nashindwa kuliishi katika maisha yetu ya kila siku. Kumbe tunakumbushwa kwamba si kukariri tu vifungu vya Biblia, bali neno hilo liingie maishani mwetu na kuunda vema maisha yetu ya kiroho. Kamwe hatupaswi kuchoka katika sala hata pale tunapokuwa tunasali, lakini walimwengu wanaonekana kutobadilika, si kwa haraka hivyo kama ambavyo wakati mwingine tunataka. Daima siku zote tukumbuke kwamba Mungu anatenda zaidi ya fikra zetu au uhitaji wetu wa haraka. Hivyo hayo yote, hatupaswi kukata tamaa, bali kuweza kumyakabidhi mbele ya Mwenyezi Mungu katika kuomba, katika kusali, katika kuwaombea hata ndugu zetu mbalimbali wale waliokata tamaa na wengine wasiomwamini Kristo, wasiomwamini Mungu, ili wapate kubaki kwa salama zaidi, na mwisho wa siku waweze kuongoka na kuweza kufuata njia iliyo sahihi ya kuweza kumtukuza na kumsifu Mungu na kuweza kulitimiza zaidi ya agizo ambalo kila mbatizwa anaalikwa katika kumjua kumpenda Mungu na kuweza kuweza kumtumikia ili mwisho wa siku tupate kufika kwake mbinguni. Basi wapendwa, taifa la Mungu, ni nafasi ya pekee sana katika hii dominika ya ishirini na tisa mwaka si wa kanisa, tunakumbushwa kuishi maisha ya sala na katika maisha yayo ya sala kuweza kuomba bila kuchoka. Tusikate tamaha licha ya majaribu, licha ya changamoto ambazo tunazipata, lakini tunatakiwa tutegemee zaidi maisha ya sala, na katika kusali huko tuweze kusali kwa imani, matumaini na mapendo. Kwa Mungu awabariki na kuwalinda, Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.